Uh, leo uh, leo tutaangalia mambo ya kuzingatia kabla ya kuanza biashara. Kabla hujaanza biashara ni mambo gani ambayo unapaswa kuzingatia? Uh, kumbuka kwamba biashara yoyote uh, kabla hujaanza ni muhimu uzingatie mambo mbalimbali. Uh, jambo la kwanza ambalo unapaswa kuzingatia ni pamoja na kwanza, ni wanasema business idea au wazo la biashara uh, Kabla ya kuanza biashara hakikisha una wazo lako na linahitaji sokoni. Yani, una una wazo au una idea, na hiyo idea yako ipo sokoni, ina demand. Kwa mfano unaweza ukaona kwamba una idea ya uh, labda ya kufanya delivery ya simu, naangalia simu gani ndio zina zina soko uh, ambazo zina demand kubwa sokoni. Lakini hapo kwenye wazo la biashara lazima pia uangalie uh, labda uh, bidhaa ambayo unaitoa bidhaa ambayo unaiuza sokoni inaenda kutatua changamoto gani? Lazima uangalie kwamba jamii ina changamoto, jamii iwe na changamoto ndo ukaitatue. Katika wazo la biashara, pia lazima uzingatie kufanya uchunguzi wa soko au tunasema market research. Fanya utafiti vizuri sokoni, soko gani utaenda kuanzisha kwenye soko gani na wazo lako litafiti kwenye maeneo gani. Lakini, jambo la pili la kuzingatia ni mtaji au tunasema Capital. Uh, kitu cha kwanza kwenye capital angalia au jiulize swali hili hapa. Je, una mtaji wa kutosha kuanzisha na kuendeleza biashara hadi ianze kujiendesha? Kumbuka kwamba biashara inachukua muda hadi ije ikajitegemea, hadi ije ikajiendesha, maana yake na upate wateja, biashara ikubalike, biashara iingie sokoni itachukua muda, lakini pia fikiria gharama za kukodisha sehemu za kama za manunuzi ya bidhaa, malipo ya wafanyakazi kama utawaajiri, leseni pamoja na kodi. Kwa hiyo kwenye mtaji lazima usikirie hizo gharama za leseni, malipo ya wafanyabiashara, bidhaa pamoja na kukodisha sehemu. Jambo la tatu la kuzingatia, zingatia ujuzi na maarifa. Je, una ujuzi na hiyo biashara au una maarifa nayo? Unasema knowledge and experience. lakini angalia kama huna huo ujuzi au huna maarifa, jambo la kufanya ni kutafuta mafunzo au tafuta mshauri au tunasema menta. Tafuta menta wako akufundishe. Kitu kingine kwenye ujuzi na maarifa, jifunze kuhusu usimamizi, uuzaji na huduma kwa wateja. Hakuna kitu muhimu kama huduma kwa wateja. Wateja, wateja wanatakiwa waridhike na huduma yako, tunasema customer satisfaction. Hakikisha kwamba huduma uh, unaoitoa wateja wanaridhika nayo, ili kesho usipoteze mteja. Lakini kitu kingine uh, kwenye uuzaji pamoja na usimamizi, jifunze kusimamia vizuri kama umeajiri watu wasimamie, kwa sababu kuna baadhi ya watu unaweza ukawaajiri wakaja kuku, kukupa hasara. Kitu kingine ambacho unapaswa kuangalia, jambo la nne ni soko au market. Lazima uangalie wateja wa kutosha wako sehemu gani, bidhaa yako na wateja wa aina gani, bidhaa yako ipoje sokoni? Je, bidhaa yako ina uhitaji mkubwa sokoni? Angalia soko lipoje, lakini pia fikiria kuhusu mambo haya, mambo matatu katika soko. Fikiria mambo matatu pia. Kwanza fikiria washindani wako. Kwa mfano, nataka kuanzisha biashara ya let's say, labda nataka kuanzisha uh, biashara ya kuuza samaki. Angalia katika eneo ambao unaenda kuingia, angalia wapinzani wako, angalia watu wako ambao wana, watu wengine ambao wanauza, wanauzaji wana changamoto gani? Wana weakness gani? Wana madhaifu gani katika uuzaji? Unaweza ukachukua ule, ule weakness zao, ukaenda ukaishi nayo. Kitu kingine angalia bei wanayotoa, lakini pia angalia kitu gani ambacho unaweza ukakifanya ukafanya unique, tofauti na wale wengine. Jambo la tano, zingatia sana mahali au location. Kabla ya kuanzisha biashara, angalia kwamba unaenda kuanzisha biashara sehemu gani. A, kwa mfano, nawezekana unataka kuuza biashara ya matunda. Je, biashara ya matunda inatoka katika sehemu gani? unataka kuanzia kuuza biashara ya nguo biashara ya nguo inatoka katika maeneo gani? Labda let's say biashara ya nguo inatoka sana katika maeneo labda ya maeneo ya sehemu ambayo ni vijijini labda tuseme, au sehemu ambayo ni uswahilini. Kwa hiyo unaweza ukaangalia location za uswahilini. Kitu kingine hakikisha kwamba eneo lina muonekano mzuri na upatikanaji rahisi, na pia lina wateja wale wa kulengwa. Usije ukachukua eneo kwa sababu ya bei ndogo, lakini ile eneo halina wateja. Angalia wateja, angalia mwonekano mzuri, lakini pia angalia upatikanaji wake. Kitu cha sita, jambo la sita la kuzingatia kabla hujaanzisha biashara, zingatia leseni na uhalali wa biashara. Lazima uende TRA ukachukua leseni ya biashara, na pia fuatilia masuala ya kodi mapema na ujue wajibu wako. Unaweza ukaanzisha biashara na kwa sababu ya kukwepa kulipa kodi ukaja ukafilisiwa. Kwa kabla hujaanzisha biashara angalia sana, zingatia leseni na uhalali wa hiyo biashara. Jambo la saba la kuzingatia ni mpango wa biashara au tunasema business plan. Andika mpango wako wa biashara, angalia hivi vitu vinne hapa ambavyo utaviweka kwenye mpango wako wa biashara. Kwanza angalia malengo, kabla hujaanza biashara angalia una lengo gani? lakini jambo lingine, angalia mikakati ya mauzo. Una mikakati gani ya kwenda kuuza? Au una mikakati gani ya mauzo ya sokoni kwenda kuuza bidhaa zako? Angalia mikakati yako. Jambo lingine ni makadirio ya mapato na matumizi, lakini pia tathmini ya ushindani, lazima uangalie ushindani upoje sokoni. Ah, jambo la nane, kabla ya kuanzisha biashara unapaswa kulifahamu ni uendeshaji na usimamizi. Cha kwanza katika uendeshaji na usimamizi, tafakari jinsi biashara itaendeshwa kwa kila siku. Lakini pia jambo la pili, fikiria je, utahitaji wafanyakazi, mfumo wako wa malipo au wafanyakazi wa ukoje? Labda utawalipa kila baada ya wiki elfu sabini, kila baada ya wiki laki tatu, kila baada ya mwezi milioni mbili. Sasa lazima ufikirie hivyo vitu. Pia fikiria, jambo la tatu na jambo la mwisho la kufikiria iria ufuatiliaji wa bidhaa bidhaa zako za sokoni sifuatilie. Kuna muda ambao bidhaa zinakuwa juu na kuna muda ambao bidhaa zinakuwa chini. Jaribu kufuatilia mapema ujue huo muda, ili upate kununua bidhaa zako mapema. Jambo la tisa, jambo la kujua kabla hujaanzisha biashara, angalia masoko na matangazo. Kwa sasa hivi katika dunia sasa hivi sasa hivi hakuna kitu cha muhimu kama matangazo kwenye biashara. Zingatia sana mkakati wako wa kufikisha habari kwa, kwa wateja hapo hapo kwenye masoko na matangazo. Tumia mitandao ya kijamii kama Facebook na Instagram. Unaweza kutumia paid ads ukaziweka vizuri, lakini pia tumia vipeperushi, tumia pia njia nyingine za matangazo ili ujitangaze, utangaze bidhaa zako. Jambo la mwisho na jambo la kumi, fikiria kabla ujaanza biashara, fikiria hatari na changamoto, fikiria hatari ambazo zinaweza kujitokeza. Kwa mfano, upotevu wa bidhaa. Una bidhaa unazoziuza, labda unafanya delivery au bidhaa unazoziuza ni bidhaa la aina gani? Kuna bidhaa nyingine ambazo ni rahisi kupotea, fikiria sana juu ya changamoto hii, lakini pia fikiria mabadiliko ya ya soko. Kuna muda ambapo bidhaa fulani zinakuwa zipo juu na kuna muda ambao bidhaa zako bidhaa ambazo unazinunua zinakuwa zipo chini. Sasa fikiria usije, muda ambao bidhaa zipo juu wewe unaenda kuzinunua, muda ambao zipo chini unaenda kuwauzia wateja wako, wateja wako watakukimbia pia. Uh, kuwa na mpango wa dharura au tunasema plan B. Kwenye changamoto, changamoto hizi zipo, lakini lazima uwe na plan B kwamba labda ikitokea nimepoteza hiki nitafanyaje, ili biashara yangu isiumbe. Zingatia sana hayo mambo kumi. Usahau kusubscribe kwenye hebe chaneli yetu hapa Mwangaza na Media. Karibu sana.